Adui ya Mluhya siyo William Samoei Ruto, ni Mluhya mwenzake. Sisi tulipiga kura na William Samoei Ruto, president wa Kenya nzima. Akajua Bungoma imepiga kura, aliita wenzetu kwa meza, wakachukua na humicha. Akaenda kwa minister ya health wakachukua, ambaye ni Moses Masika Wetangula namba saba katika timu ya Forti Kenya akawa spika. Walikuja hapa chini wakachukua mpaka Profesa Ngome, wamekuwa kwa parastato, lakini adui ni mmoja. Na niko ninamwambia, saizi wenzetu wanaenda recruitment, wazazi wako wanauza mashamba na spika ako juu amekaa, tunaenda kuuza mashamba ili tununulie watoto wetu nafasi za kazi. Niko ninakuomba Bwana Spika, wewe ni namba tatu na mimi ni namba saba katika timu ya Fort Kenya, na siwezi kuwa Fort Kenya ati ninda kupombeleza na mimi ninaumia. Watu wako po Fort Kenya, lakini wanatembea bila viatu kuja chini. Tumana kila MP mpee watu elfu moja moja wenye wanaenda jeshi. Makali ni msomi atakuja kufanya kwa kila kijiji mtoto at least mwanajeshi akue, siku yenye utakuwa kuja kuwa president hawa watoto watakulinda. Wewe utalindwa na nani kama unakaa Nairobi ukiuza na nafasi kwa, kwa, kwa site nyingine.